Hili jambo ni zuri sasa hivi linafanyika kwa sababu ya fedha ambazo tunazipata kutoka Benki ya Dunia, na tunashukuru Benki ya Dunia, msiache, bado tunawahitaji sana, na tunakoenda tutawahitaji zaidi. Lakini katika hili sasa, tuanze kuliingiza kwenye mchakato wa bajeti ya serikali kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba hili swala linakuwa endelevu, kwamba kila mwaka tunafanya hili. Tunaamini pamoja a kwamba sisi tumekuwa inspired na walimu lakini tunachokifanya kita inspire walimu waongeze jitihada za kufundisha kwa namna ambayo inapendeza. Kwa hiyo naamini kwamba huko mwakani, labda katibu mkuu kwa hapa mael, mchakato wa bajeti unaanza tu tarehe moja mwezi wa saba, lazima tunaanza mchakato wa bajeti, round ya pili. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo ambayo, ambayo nilishasema tujaribu kuyaweka na ni hili moja hapo, tuliingize e, na bajeti yake, kwa sababu TET mnaorganize kwa uzuri kuna namna ya kushiriki ambayo pengine mwanzoni sio gharama kubwa sana lakini tuliingize kwenye bajeti. Na mtakumbuka wakati Rais wetu Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan anazindua uh, sera ya elimu na mafunzo pale Dodoma, kuna kauli moja alisema, ningependa sana walimu waikumbuke. Alizungumza at the center of the reforms kuna walimu, yani chochote tutakachokifanya tunawategemea sana waalimu. Ile kauli tutembee nayo na mambo aliyozungumza na kazi ambayo anakusudia kuifanya na jinsi ambavyo anakusudia kuwashika waalimu ni ujumbe ambao ningependa tuondoke nao kwao. Hata hili tunalolifanya sasa hivi, tukumbuke tu ni sehemu ya kufanya yale ambayo rais wetu anataka yafanya. Ile kauli ilikuwa ni zito sana, napenda walimu wote waikumbuke, kwamba katika mduara wote wa mageuzi pale katikati tuna waalimu, na waalimu lazima tuwaangalie, tuwashike mkono, tuangalie na maslahi, na alizungumza pamoja na maslahi, pamoja na kuongeza ajira za waalimu. Kwa hiyo nafurahi sana kwamba leo tunaendelea kutekeleza swala hilo kwa kuwaenzi waalimu wote kwa pamoja. Walimu, tunatoa shukrani nyingi sana. Lengo kubwa la shindano hili ni kutoa fursa kwa walimu wa somo la sayansi elimu ya msingi na masomo ya sayansi na hisabati kidato cha kwanza kuonesha umahiri wa kutumia tehama na mbiu ushirikishi katika ufundishaji ili kukuza stadi za parne ya moja ikiwemo mawasiliano, ushirikiano, fikra kivuizi, ubunifu na utatuzi wa changamoto. Mweshimua mgeni rasmi, ujuzi katika tehama na stari za parne ya moja ni miongoni mwa stari muhimu zinazomwandaa vyema mwanafunzi kumudu maisha yake itatiwa changamoto katika mazingira na kuingia katika ushindani wa soko la ajira la kitaifa, kikanda na kimataifa masomo yake. Ikumbukwe kuwa miongoni mwa maboresho yaliyofanyika katika mitaala ya mwaka 2023 ni pamoja na kuchopeka matumizi ya tehama katika ufundishaji na ujifunzaji wa masomo yote. Hivyo shindano hili limekuja wakati mwafaka, lakini pia ni sehemu ya kuimarisha utekelezaji wa mitaala iliyoboreshwa ya mwaka 2023.